Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, ninaitwa Debora Urio, ninashughulika na maswala ya familia, ndoa na malezi ya watoto. Kwa nini ndoa nyingi za vijana leo zinavunjika? Watu wengi wamekuwa na maswali, kwa nini ndoa zinavunjika? A, kuna sababu kadhaa kama tutakavyoona ziko sababu nyingi, lakini sababu uh, iliyo kubwa kabisa kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Shetani yuko kazini, anafanya kazi, anajaribu kuongeza kasi yake ya kuharibu wanadamu, na namna nzuri ya kuharibu mwanadamu ni kuingia katika familia. So kwa nini ndoa nyingi zinavunjika? Kwa sababu yule muharibifu yuko kazini. Lakini sababu ya pili ni kwamba zamani, mimi nakumbuka wakati sisi tunajiandaa na kufunga ndoa, wachungaji walikuwa wiki nzima unaenda kwenye ma mafundisho ya ndoa. Kwa hiyo unaenda wiki nzima, unaenda na mchumba wako ofisini kwa mchungaji, au mnakutana kanisani, mchungaji anatoa semina kwa ninyi mtakavyoenda. Kwa hiyo hiyo ilikuwa inasaidia yale mtakapoanza ndoa yenu, yale mtakayokutana nayo, unakuta mengi mchungaji aliyagusia, na hivyo mnakumbuka kwamba k okay, mchungaji alisema ikitokea hivi na hivi tunafanya hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunaingia tukijua kwamba naweza nikakutana na hivi, naweza nikakutana na hivi, nikikutana na hivi nifanye hivi. Tuliambiwa kwamba ndoa siyo asali peke yake na hivyo inahitaji uvumilivu. Kwa hiyo hata tulipoingia kwenye ndoa ukikuta kitu ambacho sio chenyewe, kuna uvumilivu. Lakini sasa, sababu nyingine pia, vijana wengi matarajio yao, yani wanachohisi wanachotarajia kuhusu ndoa, wanachofikiria kuhusu ndoa, sio chenyewe. Unakuta binti ana matarajio makubwa, ile darling darling ya wakati wa uchumba, anafikiri hiyo ndio atakutana nayo kwenye ndoa na vijana wengi pia sio wa kweli. Kijana anajitutumua kana kwamba ana uwezo, hata muonesha na uwezo, anamuhonga pesa za vocha, za shopping. Anapokuja kuingia kwenye ndoa, maisha halisi ni yale ya mkono mmoja, kumbe kijana maisha yake ni maisha ya chini, na sasa binti aliingia kwa kutarajia kwamba anakutana na maisha ya hali ya juu, na hivyo anachotarajia sio chenyewe na kwa sababu anachotarajia sio chenyewe, tabia yake inabadilika. Na kijana na yeye anaona kwamba yule binti aliyekuwa amempenda binti ambaye alikuwa anamuonyesha heshima na adabu na mapenzi, sio huyu huyu. Sasa anamsongea ugali na kumwonyesha na mguu, sio tena ile karibu darling, karibu sweetie, haipo. Kwa hiyo wote wawili wanakutana na vitu ambavyo hawakutarajia, ndoa inaharibika. Lakini sababu nyingine ambayo nayo ni sababu kubwa sana ni malezi tunayolea watoto wetu. Sisi wazazi watu wazima namna tunavyolea watoto wetu. Kijana halelewi kuandaliwa kuwa baba na mume. Binti halelewi kuja kufaa kuwa mke. Na sasa anapoingia ndani ya ndoa, wameanza ndoa, hafai kuwa mke. Hana zile tabia za mke. Kijana alichotarajia kwa mke wake anakuta kwamba huyu binti Nimeshakutana na kesi nyingi, binti ajui hata kupika, anataka waende wakale hotelini kila siku. Kwa maisha gani ya kula hotelini? Kwa hiyo, hiyo ni sababu. Lakini sababu nyingine pia kubwa kabisa, vijana wengi ni wavivu. Vijana wengi hawataki kufanya kazi, hasa wa kiume. Na kama nilivyogusia hapo, ni kwamba inatokana na malezi tuliowalea. Unakuta ndani ya nyumba, mimi na baba, nikitoka kazini nikirudi nyumbani, nina banda la kuku nitarudi niende kwenye kuku nikaokote mayai au nikalishe kuku wangu broiler au leazi yao. Lakini si hivi tu, nina bustani ya mboga, nina bustani ya uyoga, nina ka biashara kangu, nimefungua kaduka tu hivi, hata aina hata kama kaduka kadogo au biashara yoyote. Kwa hiyo nina pamoja na kuwa nina biashara ninajishughulisha na vitu vingine, labda kilimo. Wakati wa baba wengi walio wengi akitoka kazini anarudi nyumbani ya maketi anaangalia taarifa ya habari. Na sasa pale nyumbani, kama tuna watoto wa kike na wa kiume, wa kike anafikiri kuwa mama ni kama mama yangu, na yule wa kiume anafikiri kuwa mwanaume, kuwa baba ni kama baba yangu. So anapooa kijana wa kiume, na aliona wakisema, mama sukari hamna, mama ndio anatoa, mama hakuna hiki, mama mafuta hakuna, mama ndio anafanya kwa hiyo kijana wa kiume anafikiri kwamba kumbe hayo mambo huwa anafanya mwanamke. Na sasa yeye ameoa ndo ameanza maisha. Anatamani au anataka maisha yale yale kama ya kule kwao. Mke wake akimwambia hakuna pampasi za mtoto, hakuna maziwa, hamuelewi kwamba huyu ni mwanamke gani nimeoa? Mbona mi mama yangu ndo alikuwa anafanya? Anasahau kwamba mama yake alishakuwa mtu mzima, tulishakusanya zamani. Kwa hiyo hapo sintofahamu inaanza kuingiliana. Lakini pia changamoto za dunia hii ni nyingi. Changamoto za dunia hii ni nyingi. Mitandao mingi inaharibu watu. Watu wanapoangalia maisha ya kwenye mitandao, wanafikiri hayo ndio maisha halisi, na hivyo ndoa inaharibika. Kwa sababu hiyo, mimi niwashauri vijana wangu, ndoa ni nzuri sana, ndoa ni kitu kizuri, lakini ndoa inahitaji malezi, malezi ya wazazi wake. Na walezi wa ndoa ni mke na mume, mume na mke, ndio walezi wa ndoa. Leeni ndoa yenu. Mungu akiwa katikati yenu, ushindi ni hakika. Vumilianeni, hatuwadanganyi kwamba kwenye ndoa kuna uh, kuna maziwa tu na asali. Hapana, kuna shubiri pia. Wakati wa shubiri mwiteni Yesu. Kumbukeni katika harusi ya Kana ya Galilaya Bwana Yesu alipoalikwa, aligeuza maji kuwa divai. Na ninyi pia mnaweza mkabadilisha hayo machungu yakawa matamu. Yesu akiwa katikati yenu, niwatie moyo miaka ya mwanzo ya ndoa, miaka mitano ni miaka michungu na ni kwa sababu kila mtu anamshangaa mwenzake tabia, mnakuwa hamjazoeana, hamjui kwa hakika. Yani watu wanaoana tabia bado hawafahamiani, so kama tabia amwezi amfahamiani, mnafahamiana tu zile za juu juu. Kwa hiyo mnapoanza kuishi ndio unamfahamu mwenzako kwa uhalisi, na hapo ndipo kwarosi zinatokea. Kwarosi zikitokea, zinapita mtapita na mtafurahia maisha. Ninawatia moyo, pendaneni, kila mtu ajitoe sadaka kwa mwenzake. Jishushe mwanaume, jishushe mwanamke, pita barabara yako mume ya upendo, mke pita barabara yako ya utii. Lakini Yesu msimsahau, awe mgeni wenu kila siku, muishi naye hapo nyumbani, mtaona furaha. Maombi ya asubuhi na jioni yatawafanya mpite salama. Mungu awabariki. Katika kizazi hiki unakuta hata wafungishaji ndoa wako bizi pia. Unakuta mtu anamwalika mchungaji um, akawafungia ndoa wa mkoa mwingine sio, awezi akawafanyia mafundisho ya wiki nzima, lakini wapo watu kama ulivyosema ambao wanashughulika na mambo ya ndoa, unaweza ukawafuata na wakakushauri waka. Kwa nini ni muhimu? Umuhimu wake uko hivi, ikiwa nitakwambia kwamba hiyo njia unayopita mbele kulia kuna shimo. So ukipita pale kwenye mti mkubwa bana, kushoto hiyo njia utapita salama. Ndio maana yake, kwamba ni lazima upate mafundisho haya kabla ya ndoa, ili ya kuoneshe mbele kunaweza kukatokea nini. Kwa hiyo utakuwa tayari uko kwenye wakati mzuri ukikutana nayo. Mimi huwa ninaona kwenye mara nyingine, naingia kwenye mitandao, alafu nasoma comment za watu. Kuna watu wale ambao niliwafundisha anakwambia Mungu akulipe nina shukuru yote, walioniambia nilikuwa sielewi, ndio nakutana nayo na ndio yananipa nguvu ya kupita salama. Lakini niwaombe sana, sikilizeni mafundisho ya ndoa, ninyi vijana ambao hamjaoa na kuolewa, yatawasaidia mkijifunza. Soma vitabu, sikiliza mafundisho ya ndoa, ili ujenge ndoa yako baadaye utakapooa na kuolewa.